Ninaomba nichukue fursa hii kumpa mheshimiwa Shangazi Rashid Abdalla cheti cha kuchaguliwa kuwa Kwa majina naitwa Rashidi Abdala Shangazi, ni mbunge mteule jimbo la Mlalo. Kwa dhati kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya uhai na pumzi, lakini kipekee niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Mlalo kwa imani yao kubwa ambayo wamenipatia Hatimaye leo nimetangazwa eh, kuwa mshindi wa kiti cha ubunge kwa jimbo la Mlalo. Eh, idadi ya kura ambazo nimezipata inaonyesha ni kwa namna gani watu wa Mlalo wamekuwa na imani kubwa kwangu wakiamini kwamba nitakwenda kuwawakilisha vyema, nami naahidi kwamba nitaendelea kuwatumikia kwa moyo eh, mkubwa kwa uadilifu mkubwa kwa imani kubwa kwa sababu imani za imani. Aidha ninaipongeza sana tume huru ya uchaguzi INEC kwa namna ilivyo ratibu zoezi hili la uchaguzi toka hatua za awali hadi hadi hatua ya mwisho ya upigaji kura tarehe 29 lakini na hatua zilizofuata mpaka kutangazwa matokeo. Lakini pia ni waase wananchi wa Jimbo la Mlalo lakini na Watanzania kwa ujumla kwamba tuendelee kuitunza na kuienzi amani ambayo tunayo. Amani yetu ndiyo inayotupa uhuru wa kufanya mambo mbalimbali mbali na kushiriki kwa namna mbalimbali mbali katika shughuli za kiuchumi, kijamii. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mmoja wetu kwa imani yake, kwa itikadi yake kuhubiri amani na upendo katika taifa letu ili liendelee kuwa taifa linalompendeza Mungu. Wachonipaka, asanteni sana.